Dkt Catherine Frank Sabuti ni mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Kibaha. Siku hii ya leo tuko kwa ajili ya kuhamasisha usafi katika manispaa yetu, lakini idara ya afya inategemea kuwa na siku ya afya katika wiki inayokuja. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu wa kuhamasisha shughuli za afya day. Tunajua kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi tarehe 29 mwezi wa kumi basi nipende kuhamasisha vijana wote katika halmashauri ya manispaa ya ujitokeza kwa wingi, lakini pia kulinda amani ya manispaa yetu, ili kila kitu mambo ya ks nakuelekea uchaguzi. Wote tunajua kura yako ni haki yako, hivyo basi nawahimiza kujitokeza kupiga kura. Na siku ya tarehe 29 wote tujitokeze kwa wingi ili tuweze kuchagua naita d Simunguru, mratibu wa magonjwa yasioambukiza kwa manspai ya Kibaa. Tumekua tukihamasisha leo mazoezi pamoja na ufanyaji usafi, lakini lengo mahususi ni kuhamasisha wananchi wa Kibaa kujitokeza kwa wingi siku ya Ijumaa katika viwanja vya mali moja au viwanja vyovyote atakaotangaziwa. Tutakuwa na mazoezi yafuatayo: kwanza kabisa, tutatoa elimu ya magonjwa yasiyoambukiza na magonjwa ya kuambukiza kama ya ini, lakini tutakuwa na uhamasishaji wa uchangiaji wa damu, tukiamini kwamba damu tukiamini kwamba damu haiuzi, changia damu kwa ajili ya afya ya wauguzi zetu walioko hospitali. Lakini siku ya tarehe 25 tutakuwa na maadhimisho ambayo tutafanya mazoezi kuanzia maili moja mpaka kufika stendi mpya. Pia naomba ni wahamasishe wananchi wa Kibaha wote tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 ambapo tuna jambo la kitaifa, jambo la uchaguzi. Tujitokeze kwenda kupiga kura kwa amani na turudi nyumbani tukiamini kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi itatoa matokeo kwa haki. Mimi naitwa Julius Masua. Mimi siku ya leo nimehamasika katika ufanyaji wa, wa usafi na afya shirikishi. Hii ina maana kwamba usafi ni afya shirikishi, kwa sababu unaenda kujumuisha watu wote, na kama usafi unajumuisha watu wote, maana yake tunaenda kuzuia magonjwa yanayoambukiza katika jamii zetu, mfano magonjwa ya malaria Magonjwa haya yanatokana na wadudu kama mbu. Kwa hiyo mazingira yetu yanakuwa wasafi, kazi zetu zinakuwa safi, akukua moja kwa moja tunaenda kuzuia haya magonjwa. Na nchi wenzangu, vijana wenzangu, tarehe 29. tuna zoezi zito kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya nchi yetu, tuna zoezi ya upigaji wa kura kwa ajili ya kuchagua kiongozi atakayenda kuongoza taifa letu kwa awamu nyingine, na huu ni kiongozi ambaye tunatarajia ni kiongozi atakayekuwa na maono kwa hiyo tusiogope tujitokeze kwa wingi vijana, tusikatishe tamaa, tusiogope vitisho, tupige kura. Anaitwa Nasra Zaharani Abdalla duka. Na nchi wenzangu, mama zangu, wadogo zangu, majirani zangu, naomba inapofika tarehe ishirini na tisa una jambo muhimu la kwenda kupiga kura katika nchi yetu, ni kuchagua viongozi bora, rais, diwani na mbunge katika nchi yetu kwao, naomba tujitokeze kwa wingi ili tukapige kura sehemu sahihi, tuwe na amani, tuwe na furaha. Tujitokeze kwa wingi, tusikilize maneno ya watu ya kudanganyana, tuende tukapige kura.